Matumizi holela ya P2 kwa vijana na athari kwa afya swala. so, hili limeanza kupigiwa kelele, ni muda mrefu sana na hapo usiweke tu vijana ama isiweke tu vijana Ehe, matumizi holela ya P2 kwa mabinti Aasim, na athari kwa afya, kwa sababu sisi wanaume hatuijui hiyo P2 na hatutumii. Hamuijui au hamtumii mnaila tu, hamtumii. Hatutaijuaji wakati haituhusu, ah, unakuta pia na na, na wao wenyewe ni miongoni mwa, mwa watu ambao wanawasababisha hawa mabiti, nashawishi kwamba eh, yeah, utatumia utatumia eh, uh, tu hamna hamna tatizo, unajua tuko mwezi wa kwanza, lakini mwezi wa tatu mwezi miezi mingi mna mna siku za wanawake, siku za mabinti na siku zingine zote sahihi. E, zile siku mara nyingi sana ni kama mnazitumia kwa ajili ya kupambana na wanaume. Yani mnazitumia mna kuzungumza mazungumzo ambayo ni ya kupambana na wanaume, lakini vitu kama hivi vya msingi hamzungumzi. Um, mnajua asilimia kubwa, sasa hivi kuna watu wengi ambao wana changamoto kubwa za uzazi mm. Wengi zimesababishwa pia na matumizi holela ya pito. Hizi dawa hasa mm, ambazo zinahusisha masuala ya uzazi pasina ushauri wa eh, kitaalam mm, lakini ninyi mkikutana ninyi kwa ninyi huwa mnazungumza mambo mengine tofauti kabisa, kumfanya eh, kutafuta ile hamsini kwa hamsini, kutafuta uhuru, lakini bila kuzungumzia pia haya masuala ya kiafya. Sasa hivi hizi dawa zimekuwa ni adimu sana na zimekuwa zikiuzika mno na mabinti wanazitumia kama pipi mm, ee, ni, ni dawa tu za kawaida, ni, ni dawa ambazo zinanyweka muda wowote mm, wakati hata hizi dawa zingine tu tunasema mpaka ushauri wa kitaalamu, lakini mm, hizi pituu eh, ni kama pipi unaambiwa. Katika miaka ya hivi karibuni matumizi holela ya dawa za uzazi eh, wa mpango na dharura maarufu kama pituu yameibuka kuwa changamoto kubwa ya afya ya jamii miongoni mwa vijana hususan katika maeneo ya miji kama Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla. Dawa hii ambayo kimsingi imelenga kusaidia wanawake waliopata e, dharura ya kiafya kuzuia mimba isiyotarajiwa imegeuzwa kuwa kama njia ya kawaida ya kujisitiri baada ya kujamiana bila kinga. Hali hii pia imezua maswali mengi ya kiafya, kimaadili, kijamii na kidini, hasa pale inapohusisha wasichana wenye umri mdogo wa miaka 18 hadi 24 4 mm-hmm wabinti wadogo ambao, ambao wakiwemo mm. wanafunzi wa shule za sekondari mm. vyuo vikuu na vijana wa mitaani. Kinachotia hofu zaidi, ukweli ni kwamba matumizi haya hufanyika bila elimu sahihi, ushauri wa kitaalam, wala uelewa wa athari za muda mfupi na muda mrefu kwa afya za uzazi. Unaambiwa kitaalam mm. P2 ni dawa yenye kiwango kikubwa cha homoni inayopaswa kutumiwa kwa dharura pekee na chini ya ushauri wa mtaalamu wa afya. Matumizi yake ya mara kwa mara yanaweza kuathiri mzunguko wa hedhi, usawa wa homoni mwilini, afya ya mfumo wa uzazi na hata kuleta changamoto za afya zinazohitaji ufuatiliaji wa muda mrefu. Lakini pamoja na tahadhari hizi, uhalisia unaonyesha kuwa vijana wengi hawapati elimu sahihi kuhusu matumizi ya P2 mpaka, ya mipaka yake pamoja na madhara yake.